Mbunge wa jimbo la Namtumbo ambaye pia ni waziri wa Katiba na Sheria, Dkt. Juma Homera, amekabidhi mabomba yenye thamani ya shilingi milioni 30 kwa RUWASA, RUWASA na Mtumbo, ikiwa ni jitihada za dharura za kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa maji katika jimbo hilo. Mabomba hayo yamekabidhiwa kwa ajili ya uchimbaji wa visima vitakavyopatia maji wananchi wenye vijiji ambavyo havina maji kabisa wakati wakisubiri miradi mikubwa ya serikali. Akikabidhi mabomba hayo kwa niaba ya mbunge, mwakilishi wake Mwalimu Saidi Homera amesema msaada huo umetolewa kwa juhudi binafsi za dr Homera, kama sehemu ya dhamira yake ya kuhakikisha wananchi wa Namtumbo wanapata huduma ya maji safi na salama. Tumekuja kukabidhi mabomba 320 na wakabidhi watu wa RUWASA. Mabomba haya yametoka kwa mbunge wa jimbo hili la Namtumbo Daktari Juma Zuberi Homera, kwa ahadi ambayo aliahidi wakati wa kampeni kwamba atafanya juhudi ya kutatua matatizo ya maji ambayo yanaikabili wilaya hii ya Namtumbo. Mabomba haya ni juhudi za kwake mbunge binafsi, yenye thamani ya shilingi milioni thelathini. Kwa hiyo ndugu zetu wa RUWASA wao wameshafanya upembuzi yakinifu wa kuchimba visima kumi virefu kwa kutumia mabomba haya. Kwa hiyo, Mheshimiwa Mbunge yuko bega kwa bega na wananchi wa Namtumbo ili waweze kuondoa kero hii inayowakabili kwa muda mrefu. Upande wake meneja wa RUWASA wilaya ya Namtumbo David Mkondya amesema mabomba hayo yatasaidia kukamilisha uchimbaji wa visima kumi katika vijiji kumi, baada uchimbaji ya uchimbaji yatawekwa mifumo ya pampu ya umeme na matanki ya kuhifadhi maji lita elfu 20 mpaka elfu 50 kulingana na wingi wa watu katika vijiji husika, na kwamba jambo hilo litaongeza upatikanaji wa maji kutoka asilimia 74 hadi kufikia asilimia 76 vijijini pekee. Kabisa ni mshukuru E, Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Namtumbo Dr. Juma Zuberi Homera kwa juhudi zake ambazo amezianzisha e, ndani ya siku mia za uongozi wake ambapo leo tumeweza kupokea bomba hizi ambazo zitaenda kunufaisha maeneo mbalimbali ya wilaya ya Namtumbo. Kimsingi ndani ya mkoa wetu tuna mtambo wa kuchimba visima virefu, mtambo ambao ulinunuliwa katika mikoa yote 25 na mikoa yote ya Tanzania bara, na mkoa wetu ulinufaika pia kupata mtambo huo ambao ndio utatumika katika shughuli ya kuchimba visima hivyo. Tunashukuru kabisa kipekee Mheshimiwa Rais e, kwa mkoa wetu kuweza kupata mtambo huo ambao utatumia pia bomba hizi katika kuchimba visima katika maeneo mbalimbali. Nao baadhi ya wakazi wa Namtumbo, akiwemo diwani wa Kata ya Namtumbo Rajab Uhonde wamempongeza na kumshukuru Dkt. Juma Homera kwa jitihada zake za dhati za kutatua changamoto za wananchi, wakisema hatua hiyo inaonyesha mbunge huyo yupo karibu na wananchi na anatatua kero zao, huku akimpongeza Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada za kujenga miradi mikubwa ya maji katika mji wa Namtumbo. Sasa kwa kitendo hichi anachokifanya mheshimiwa mbunge ni kuiongezea nguvu serikali na kuamua wananchi katika adha hii kubwa ya maji, kwa kweli tunampongeza sana kwa sababu hii ni yeye mwenyewe kwa pesa zake anaiunga anaamua kuamua wananchi katika tatizo kubwa hili la maji. Pia tunampongeza rais wetu kwa mipango yake mikubwa ya kuboresha eh, huduma za maji na kupanua mradi wetu wa maji katika mji wa Namtumbo na maeneo mengine hii kwakwetu. Namshukuru sana. Jina naitwa Halid Zuberi Makunguru, mimi ni mwananchi wa Rwinga. Leo nimekuja kushuhudia upokeaji wa mabomba. Kazi yake inaizungumzia kwa mafanikio makubwa, kwa sababu ndani ya siku chache ametekeleza mambo mengi ambayo tumeyaona kwa vitendo. Mimi ni shehane mzaina kila sikuache. Oh, Johana day care and nursery school inaanza na tabasamu furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Foti Johana Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwakuwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615.